Inayogonga! Nini inayogonga? Na nini kitakachokujuilisha nini inayogonga? siku ambayo watu watakuwa kama nondo waliotawanyika, na milima itakuwa kama sufi zilizochambuliwa. Basi yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, huyo atakuwa katika maisha ya kupendeza. Na yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu, huyo maskani yake yatakuwa moto wa hawiya na nini kitakachokujulisha nini? hiyo ni moto mkali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alqaria imeteremka Maka. Sura hii inaanza kwa kitisho cha hiyo alqaria Yaani inayogonga, sauti inayogonga katika masikio ya watu yaani, ndiyo kiama, na sura imetaja baadhi ya hali za hiyo sauti inayogonga, hasa kwa mintarafu ya watu na milima, na ikashughulikia kusimulia hao ambao mizani yao itakuwa nzito kwa kuzidi mema yao na mizani yao itayokuwa duni kwa kuzidi maovu yao na kupunguka mema yao. Alkaria inayogonga ni kiyama ambacho kinaanza kwa mpulizo wa mwanzo wa baragumu na kinaishia itapokatwa hukumu baina ya watu. Kitu gani kilicho cha ajabu zaidi katika ukuu wake na hatari zake na kitisho chake? Na kitu gani kitakachokujulisha hali ya Alkaria katika kitisho chake juu ya nafsi za watu siku hiyo? Watu, watu watakuwa kama vipepeo kwa wingi na kuhangaika kulia na kushoto madhaifu na wanyonge na milima itakuwa kama sufi iliyotiwa rangi na kuchambuliwa, kutafanyika vipande mbalimbali na kupeperuka katika anga huku na huku. Ama yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, mema yake yakapindukia kuliko maovu yake, basi huyo atakuwa na maisha yatayomridhisha mwenyewe na nafsi yake itue na ama ambaye mizani yake itakuwa nyepesi na maovu yake yakazidi kuliko mema yake, basi makazi yake yatakuwa Jahannam. Na nini cha kukujulisha? Ni nini Hawiya? Moto ulio mkali, hapana moto unaofikilia ukali wake, hata ukichochewa vipi na kutiwa kuni gani.